Bwana, mimi ni mfanyabiashara jamani, tunaomba sana viongozi wa Yanga na Afrikani, bwana, sisi tumenunua jezi nyingi sana. Mimi ni mfanyabiashara napatikana Tandika, sawa so, jezi umesema mnataka kuzindua jezi mpya hivi, kwetu tumenunua kwenu, nini? Yanga mmetuuzia sisi jezi zote, zote, zote, majezi yote, sasa tunapeleka wapi sisi wene pisi nyingi tulizonunua namshasema kuna jezi mpya zimetoka, hizi za zamani maanake ni kopi. sasa sisi tunapeleka wapi? Wafanyabiashara tumenua jezi nyingi sana jamani, mnatusaidieje kwenye jambo hili? na risiti zote tunazo risiti zote tunazo. Sisi kama wafanyabiashara sasa, mnatusaidieje jamani, kama wafanyabiashara tunaomba basi mtuangalie wafanya biashara, ili mradi tuendelee kufanya biashara zaidi na zaidi, kwa sababu tunanunua mzigo mwingi. Tunaomba mtusaidie kwa hilo.